Katika video yote ile sauti ni kitu muhimu sana, kwa sababu ni moja ya kitu ambacho kinaweza kasababisha mtu atazame video yako kwa muda mrefu au achane nayo, kwa sababu kama sauti itakuwa na kelele na inaboa itamfanya mtu asiangalie video yako kwa sababu hiyo. So, hizo kelele zitakuwa zinazo zina mkera. Sasa kwa kulitambua hilo, uh, sisi kama Gabizo Tech leo tumekuja na mbinu ambayo inaweza kusaidia wewe kurekodi sauti zenye quality nzuri sana. Uh, pasipo kutumia microphone unaweza kutumia earphone tu au kutumia simu yako tu. Sio muhimu ni kufuata hizi hatua ambazo naenda kukuelekeza. Mfano naenda kuonesha sauti ambayo nimerekodi kwenye kelele na, ambayo, na, na, na baada ya kurekodi kwenye kelele nikaifanyia hizo editing na kupata sauti bora kabisa ili uweze kunielewa ni kitu gani ambacho namaanisha. Hii sauti unayoisikia hapa nimerekodi nikiwa karibu na feni. Na hii sauti unaoisikia hapa nimerekodi nikiwa karibu na feni, na hizi kelele unazoisikia ta pembeni ni kelele za feni. Okay guys, ili uweze kurekodi sauti nzuri sana na sauti ya quality nzuri sana kuna njia mbili ambazo unaweza kufuata. Kuna njia ya kwanza, itabidi uingie Play Play Store. Ukishaingia Play Store, udownload hii application. Application yenyewe inajua kwa jina la Dolby. Dolby on, Dolby on. Kama naweza kuandikia hapo pembeni au kama naweza kuona hapa nafosaji, Dolby on. Ah, hey. So, inaonekana kama utabidi udownload. Ukisha download hii ni kama mic fulani, ni mic tuseme ina record katika quality kubwa sana, ni tofauti na simu yako. Ukirecord hapa utapata quality kubwa sana so, utabidi kuanzia leo sauti zako zote urecordie kupitia hii hapa. Hii application, kwa sababu ni application nzuri sana, na uzuri ni kwamba unaweza kutumia offline, yani sio lazima uwe na bando, unatumia tu offline so utarekodi, uta download hapo, ukisha download utaenda kuifungua, yaenda kuifungua. Okay, right guys, so application ya Adobe ukifungua, ina muonekano kama huu, unavyoweza kuona huu ndio muonekano halisi wa Adobe inavyoweza kuonekana. So hapa ni button ya kuklik na kuanza kurekodi. Hapa itakaa listi ya voisi zako za rekodi, kama unaweza kuona hizi ni sauti zangu ambazo nimekuwa rekodi siku zote, hapo kuna vitu vingi. So, huku eh, we a unabonyeza hapa. Ukibonyeza uh, hey, hapa unataka jesabia moja mbili. So kuna export hapa uh, ili uweza kurekodi wave audio nzuri kabisa inabidi uweke on na kuna exported, hizo tu utawasha on. So, kimaliza hapo, utakusemi hapa, utakusemi hapa. Utakusemi hapa. Mfano, hapa na hapa so click hapa hapa juu ukibonyeza utaweza kuedit na kuandika jina unalotaka. Mfano hivi unavyoweza kuona mina edit na kuandika jina unalotaka, alafu kuna sehemu ya tools hapo, ukibonyeza itakuwa una play na kusikiliza ile sauti ambayo ulirekodi. Mfano hapa Dolby on, on, kama nilivyoona, so hivyo unasikiliza sauti yako una sehemu ya tuzi. Tuzi ni sehemu ya kuedit sauti yako. Mfano ukigusa style utaanza kuona style yako, una double click alafu utakuwa unasikiliza kile kitu nachoongea, mfano andikia hapo pembeni, au kama unaweza kuona hapa na busaji double on. So, so, dobli... so utakuwa unasikiliza sauti yako na kuanza kufanya hizo hizo editing zako. Utakuwa unasikiliza unasikiliza kila sehemu utabagusa. Kuna sehemu ya noise hapa una alafu unapunguza sauti so, hivyo yes. So kuna sehemu ya boost hivo hivo bro. So kuna sehemu ya kustream kukata sauti so yako, umeona? Ndio mambo hapo mengi sana. So kuna tools hapo tools, tumemaliza sasa so, Ukishamaliza kuedit, kukuedit, edit hapa, ku save alama ya share, ku save unabonyeza alama ya share. Ukishabonyeza alama ya share, save to the audio. Ukibonyeza save to the audio, video yako inakuwa imejisave just hivyo tu mzee. So twende nikuoneshe mbinu ya pili, jinsi ya kushamaliza. Hapa mbinu ya pili. Okay, all right guys, njia ya pili ukisha rekodi pale katika Adobe, utaingia katika Google. Google, uh, search Adobe Podcast dot ai, kama hivi click. Then, utaona Adobe Podcast imeanza kuwa kama hivyo, so utasign in. Kwa mara ya kwanza utasaini kupitia Google akaunti yako, so ukishasaini, itaonekana kama hivi sasa kuna vitu viwili, aona application ni site kama site. Ili kuweza kupata application yake, utausa vidoti viatu kwenye simu yako huko juu, kisha click. Utakuja sehemu iliyoandikwa add to on screen. Ukiadi hapa, uta install kama hivi, uta install then, itakuwa installed katika simu yako. Ukija katika simu yako pale uh, ukija kama hivi katika simu yako eh, utaweza kuiona hapa bado ina install juu. Yes, kama hivyo unaweza kuona hapa kwa simu yangu imekuwa application tayari. Sasa hapa wewe utakuja kuweka video, in, in, in, in, in audio, audio yako mfano hapa choose audio uh, wanataka audio ambao isizidi dakika thelathini, pia isizidi mba tano na hivo so utagusa chosen. Alafu utagusa kama hapa foto video, utagusa katika simu yako recent. Alafu utasach ile sauti yako, mfano mi nimeandika, ukiwa umeandika jina lako pale, mfano mi niandika sauti safi ya yeah, kama unaona sauti safi. And then nimekliki moja, nitakliki hapa So kisha kiliki hapa itaji upload. Utasubiri upload. Yes, ita upload. Utabidi uwe mvumilifu kidogo. Inategemeana na eneo lako upo. Kama internet ipo stable, itaenda chap chapu. Kama internet inasuasua, basi itaenda taratibu. So nangrea mapa nilipo mimi, mtandao inaanza kuensi. Hapa inaanza kuteneza sauti nye kwa iti. So utabidi usubirie So mfano hapo ni tayari, kisha kuwa tayari hapo. Uh, kuna sehemu ya kusikiliza na ya so, so, kuongeza sauti, so, so, so, sauti na watu wengi wanaitumia kutengeneza video zao zikiwa na sauti kubwa sana quality kubwa sana